Nimzungumzie hata mbunge aliyeteuliwa kwa kipindi hiki cha ishirini na tano kuja kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, ndugu Koloneli Lukas Magembe. Amekuwa amekuwa DC, amekuwa mkuu wa wilaya kwenye wilaya nyingi, tumemwona Geita, lakini tumemwona Tabora. Tumeziona kazi zake na sasa ameaminiwa, ni mtu mwenye uzoefu na kwa uzoefu huo huo wa kusimamia mali za serikali katika kuhakikisha wananchi wanapata maendeleo, ameletwa sasa kama mbunge kwenda kuisimamia serikali ili aweze kutuletea maendeleo katika jimbo letu la kaskazini. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mwisho tu niseme pasipokuwapotezea muda, mimi namshukuru Mheshimiwa rais kwa uteuzi, lakini na washukuru wanachama wa Chama cha Mapinduzi na kata ya Chato. Kama tunavyojua sisi, hatuna upinzani, hata kama watakuja hawataweza kushindana na sisi. Sisi tunajua serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi imefanya nini kututoa kijiji kuja wilaya, na sasa tuna majimbo mawili, na sasa tuna wabunge watatu. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Kwa matendo haya, mimi namwahidi mheshimiwa rais kwamba kata yetu ya Chato atapata kura za kutosha, atapata kura za kwake za kutosha, mbunge atapata kura za kutosha, diwani atapata kura za kutosha, kura za chama cha mapinduzi. Kwa matukio haya na kwa ishara hii, mimi naamini zitakuwa ni kura zenye kufurumia.